Strong strong man man kuna agent wa strong man. Hamjui kwamba wewe tunakutegemea. Kuna mabasi kuna ndege, kuna mabasi na kila basi na agent wake. Kipepo pia kiroho, kuna agent wa kipepo wa ile familia, kwamba wewe, sisi tunakutuma wewe, ndio agent wetu wa familia hii. Hakuna kuolewa kwa wewe, nenda sasa, ili ile agano letu la watu kutokuoa na kuolewa likatimie, nenda. So some men they they come in your life, they are agents likatinnenda Why once amelala na huyo kaka, amelala na wewe, umelala na huyo dada, kumwacha is hard. Ndio maana kuna mtu toka umekuwa naye kwenye mahusiano, hata akikuacha anarudi kwako muda wowote. Wengine umefanikiwa kuwaacha, yule kaka wa ngulele umemwacha, ila huyu kaka wa bado ameshindwa kumwacha. Si mmoja, si tu, sio si message tu, halo velo, jamani, Abdala uko wapi? I was thinking of you. Utanitafuta peke yangu saa hizi, bebi wangu yuko nyumbani hapa. Uko radhi mpaka kubitray mme wako, and you think it is normal. Hiki kimya kinaashiria kuna jambo. Usipoamka, usipoipiga, usipo hii roho, ukampata mtu mwenye mamlaka kakusaidia kuipiga hii roho, familia yako itaishi hivyo, na family deliverance inaanza na mtu mmoja.